Tanzania imebarikiwa kuwa na mazao mengi ya chakula na biashara yanayotokana na ardhi yenye rutuba katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo Shinyanga, Mtwara, Morogoro, Simiu, Dodoma, Mwanza, Tanga na Babati ambapo wakulima wake wamekuwa wakiwekeza jasho lao kulima mazao hayo. Katika makala hii tutaangazia mazao mchanganyiko kama vile ufuta, mbaazi, dengu kakao na choroko ambayo kwa sasa yamebahatika kupata usimamizi wa serikali kupitia Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. COPRA ni mamlaka inayosimamia wakulima katika kuhakikisha inawapa fursa ya kuboresha mazao yao, kwa sasa mbegu, na kuhakikisha wanapata bei za uhakika kwa mazao yao sokoni. COPRA, tunasimamia mazao yote ya nafaka na mazao mengine makuu yako kwenye makundi mbalimbali mbali ambayo hapo awali yalikuwa hayana msimamizi, lakini kutokana na umuhimu wake aa, kwa ajili ya usalama wa chakula, lakini vilevile umuhimu wake kwa kibiashara na ikilinganishwa na sera ambayo tunayo sasa hivi ndani ya Tanzania kwamba kilimo ni biashara, basi COPRA ikapewa jukumu la kuhakikisha tunasimamia, kuhakikisha mifumo ya haya mazao mengine inaimarika na biashara inafanyika, tija inapatikana. Juhudi kubwa inayofanywa na serikali ni kufungua masoko ya mazao hayo ili kuwafaidisha wakulima na kuweza kuchangia fedha nyingi za kigeni hapa nchini. Lakini zaidi zaidi, kingine ambacho kinachochea ni hii mifumo ya urasimishaji na mifumo ya kidijitali ambayo serikali chini ya uongozi thabiti uh, wa rais wa awamu ya sita, lakini vilevile vile Wizara ya Kilimo kwa kusimamia kwa karibu, lakini kwa kushirikiana na taasisi nyingine ndani ya serikali na wizara mbalimbali mbali. tumesimama kidete kuhakikisha kwamba kweli kilimo kinakuwa biashara, na kilimo kinapokuwa biashara, kuhakikisha kwamba tunarasimisha mifumo yake, tunaleta mifumo ambayo itampelekea soko karibu mkulima, lakini vilevile itamwongezea wigo wa wanunuzi kwa ushiriki wao wa uwazi lakini vile vile, kuhakikisha kwamba tunakuwa tunahakikisha bei ambayo anapata mkulima ina ulinganishi wa moja kwa moja na zao na, na bei ambayo inapatikana katika soko la kimataifa. Hawali wakulima wa mazao hayo wamekuwa wakikabiliwa sana na changamoto ya upatikanaji wa bei za uhakika, ikiwemo pia kukosa kuaminika katika taasisi za kifedha na mabenki hatua iliyozorotesha jitihada za kilimo chao. Ufuta tulikuwa tuna, tunawauzia wenzetu hawa wafanya biashara na bei wananunua, alafu wenzetu wao wanapeleka samani, walikuwa wanapeleka Dar es Salaam, ambayo ndio kwenye kwenye kwenye, kwenye masoko kwenda kuuza, lakini bei wanazouza wao tofauti na sisi, wanakuja kwetu kununua na alafu wanakuja na vipimo vyao, wengine wanakuja zile wanatuwapa sisi tunaita ngondo ile tano, wanaita ngondo, wengine maplastiki yale mamboni wananunua vile lakini, kwa makubaliano hatulazimishi. Watu walikuwa wanaenda huko kuuza mazao, mbali na saa zingine, na maana wakienda hao vijana hela zote, na maana saa zingine zinakuja nusu ile kabla ya soko kuja hapa. Walikuwa yani wanakuja walanguzi tu wanachukua mitaani, kama una shida haya, kama labda pengine unaweza kusafirisha unapeleka mjini eh. Kama sisi labda wanyonge tunabaki hivyo hivyo tu, na wanatukaba hapo kilo wanatufanya mpaka mia na ishirini labda gunia la mahindi au gunia la, la, la dengu. Kama gunia la dengu mpaka mia thelathini kwa ujazo. Jitihada kubwa ya wakulima ni kuongeza uzalishaji wa mazao yao, ambayo ndio ajira inayokwenda kubadilisha uchumi na maisha yao, wakiendana na falsafa ya asiyefanya kazi na asile. Hapa mwarobaini wa walanguzi kwa wakulima umepatikana, dawa baada ya mfumo wa stakabadhi galani kuwafikia wakulima <coughs> stakabadhi ghalani lazima urejee kwenye mfumo wa kilimo na umaskini. Wengine wanaona kilimo na umaskini vinaendana sambamba, wengine wanaona kilimo sio umaskini. Mimi ni miongoni mwa wale ambao wanasema kilimo sio umaskini. ato kwa nini? Kwa sababu mi naamini kwamba mifumo ikirekebishwa na ikasimama sawasawa inamwondoa mkulima kwenye umaskini. Katika kipindi cha mwaka 23 24, yani hadi Septemba ile 24, mkoa uliingiza shilingi bilioni 56 kwenye mazao mbalimbali, bilioni 56, ambapo bilioni 52 zilikuwa na moja kwa moja kwa wakulima. Hii kitu ilikuwa haipo. Bilioni hamsita, hamsini na sita sor, ambao bilioni 52 zimeingia kwa wakulima na shilingi bilioni moja nukta moja ishirini na moja ni mapato ya halmashauri na shilingi bilioni mbili nukta tatu mbili nne zimeingia kwa wadau wanaosimamia mfumo kwa maana ya eh, ushirika COPRA eh, nyinyi TMX nani, kwa sababu mfumo una usimamizi kila mtu ana anapata stahili yake. Kwa hiyo sio tu kwamba wakulima wana, wana, wanapata kipato, kila mtu anapata kipato. Tunaiona tunaona uzalishaji, lakini pia unatusaidia kupanga. Tunapata takwimu sahihi zinazotuwezesha, na tunajua kwamba eh, tufanye nini sasa ili tupate tani elfu kumi za ufuta, tani elfu nne za kakao, tani elfu saba za mbaazi. What do we need to do? Kwa sasa mapokeo na mabadiliko ya matumizi ya mfumo wa stakabadhi ghalani kwa mazao mchanganyiko yameanza kuwaletea vunu ya furaha kwa wakulima walioanza kutumia, wakieleza namna wanavyonufaika na mfumo huo. Mimi hili wazo nimeliona zuri, hasa kwa sisi wakulima wa ufuta na mbaazi, kwa sababu tuna sehemu pa kupeleka mazao yetu ni moja kati ya mashamba ya mazao ya dengu yanayolimwa katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza, ambapo kwa sasa wakulima wa zao hii wanaendelea kupatiwa elimu kutoka kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko, KOPRA, kuweza kufahamu namna ya utunzaji wa ubora wa mazao yao ili waweze kuyaingiza sokoni, lakini pia wakulima hawa wameomba kupatiwa elimu ya mfumo wa stakabadhi galani ili iweze kuwanufaisha. Ulipoanza mfumo wa stakabadhi galani, kwanza tulitaka tu yani ulikuwa umetuchanganya. Uli stakabadhi galani, kweli itaenda vizuri? Maana tunakumbuka mwaka 47 kimeocha pamba. Lakini kwa sababu baada ya kupata elimu, ulianza stakabadhi. Ulianza stakabadhi galani, tumeona tunafaidika. Kwa nini? Mazao yetu tunakusanya wakulima kwa pamoja halafu unatokea mnada. Mnada ukiuzwa baadaye, kila mkulima anapata yake staiki kwa wakati mwafaka. Kwa mfano ukileta dengu, pengine umeleta tani tani tano, baadaye kulanguliwa na wale walanguzi ambao wanapima tena kilo, wanazigeuza, utakuta kilo kilo moja i, i, kilo mbili inasoma kilo moja, bado pale utakuta amenyanganywa kilo nzima. Je, ukiwa na gunia si utakuwa amemaliziwa kilo kama stini? Sasa ule mfumo wa stakabadhi ghalani una faida kwanza, unajua bei ya soko, soko na, linasemaje, bado utakuwa unatangaziwa mnada, unatangazwa kabla ya siku. Ukishatangazwa tu unajua sasa hivi mimi nilipeleka dengu yangu nitauza kwa bei ya shilingi kadhaa. Uz, uzuri wake kwanza, ukipeleka stakabadhi ghalani nakatiwa risiti, katiwa risiti, unakuja wanaandikiwa jina lako na, na kilo zako na namba yako ya simu au na namba ya kaunti. Ukishapewa hiyo risiti zako na kaa unasubiri mnada mnado kisha tangazwa unazidisha kilo zako mara bei, unapata idadi kamili ya kilo zako ambazo ulipeleka mnadani. Ni mfumo ambao ni mkombozi, kwa maana mfumo huu umelenga moja kwa moja kumkomboa mkulima, kwa maana soko lile ambalo linasoma iza ndio soko la dunia au soko ambalo linasoma tunalipata moja kwa moja kama mkulima soko ambalo tofauti na mfumo huu leo hii, soko ambalo leo tunalipata hapa kwa Mtoro linapatikana hapa kwa Mtoro, kama mnavyoona hapa leo hii, bila mfumo huu tungeweza kulitafuta Singida kwa gharama, lakini kutokana na mfumo huu mkulima anapata hapa hapa bei ile ile ambayo inasoma sokoni. Mkulima anapata hapa, hapa. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa hilo tunashukuru sana mfumo huu kuwepo hapa huu. Uh, mfumo umetusaidia sisi, tunapata hela hapa hapa hapa. Hatupati gharama ya kwenda ya kupeleka Dodoma, unataka ulipie upakizi na gari uilipie, hilo gunia la kwako unalilipia kutoka hapa mpaka Dodoma, na unalipakia na kwenda kushusha unalipia. Sisi kama wakulima, sasa imetupunguzia adha ile, wakulima walioko sasa wamepunguzia adha. Imeshafika hapa, unatoa hapa tu nje, unaleta hapa na unapata hela yako. Uanzishwaji wa mfumo wa ununuzi wa mazao ghalani ni moja ya pendekezo serikali katika kumjali mkulima ili kukabiliana na walanguzi wanaolenga kumnyonya mkulima. Hapa mkuu wa mkoa wa Morogoro amekuwa ni mwasisi wa mfumo huo. Sasa huu mfumo wa stakabadhi galani ni sehemu ya mabadiliko ya kimfumo yanayotengenezwa na serikali kwa manufaa ya mkulima yule yule ambaye zamani miaka hiyo ishirini, kumi na tano iliyopita alikuwa anapigwa na wachuuzi kwa kuwa hana ufahamu wa, wa, wa kutosha, kwa kuwa hana miundombinu inayomwezesha kujikomboa, kwa kuwa serikali haijamfikia kwenye pembejeo, mbegu, mbolea na kadhalika. Sasa yale yote ukiyachukua, yanafanya kwamba zao x ambayo linauzwa shilingi elfu nne Dar es Salaam kwenda nje huyu mkulima anaweza kupata mpaka shilingi elfu tatu na mia mbili why kwa sababu kwenye usafiri na ushuru na nini na nini vitu vyote hivi havifiki shilingi mia tano kwa hiyo yule bwana hata akinunua shilingi elfu nne Dar es Salaam bado ana faida ya mia tatu na mkulima anaweza kupata mia elfu tatu elfu tatu mia mbili kutoka elfu moja na mia nne kwa hiyo sasa ndio maana tunasema kwa nini stakabadhi ghalani kwa sababu sasa pale hawa watu moja, mbili, tatu, nne wanatakiwa wasimame, wao waseme anauona mzigo pale umehifadhiwa kwenye ghala, anasema okay fine, mi nitanunua elfu mbili na lazima ataanza na mi nitanunua elfu mbili na mia nane why, kwa sababu anajua kwamba faida mpaka Dar es Salaam anahitaji mia tano elfu tatu mia tatu Kwa hiyo kama atauza nje kwa shilingi elfu nne ana faida mia saba kwa kila kitu. Ndio, ndio faida ya stakabadhi ghalani. Wanachocheza nacho pale sio ukarimu wao, kwamba wao ni wakarimu sana wanakupeni nyinyi bei nzuri kwa sababu wanaonea huruma wakulima, hapana. Kwa sababu mfumo unawalazimisha waingie kwenye ushindani kwa lazima, na mkulima yule anatakiwa apate ulinzi wa serikali. mimi kwa hiyo mfumo ni sehemu ya kumlinda mkulima dhidi ya kupigwa kwenye zile bei. Mfumo wa stakabadhi mazao ghalani unazingatia ubora wa mazao hayo kwa mfanyabiashara, ili kulinda soko na kuchangia upatikanaji wa bei za uhakika kwa mkulima. Tunashirikiana na viongozi wetu wa mkosi, huwa tunazingatia usafi, na hicho kitu ambacho ni kitu ambacho tume kuwa tukiwaelimisha sana kwa sababu sisi tunauza ubora kwenye mfumo, kwamba mbaazi kwa imekauka, ndivyo mnunuzi anavyolipa hela nzuri, au ufuta kwa ni msafi, ndo mnunuzi anavyolipa hela nzuri. Kwa tumejaribu kuwapa hiyo elimu, nadhani tumefanikiwa, kwa sababu hakuna mnunuzi yote ambaye amenua hapa mazao ameleta hiyo changamoto kwamba mzigo umekuwa ni mchafu au ni mzigo ambao haujakauka. Jambo la kwanza ambalo linafanyika pindi mkulima akija na mzigo wake tunaukagua ili kuhakikisha uko ubora na usafi wa hali ya juu. Cha kwanza kabisa tutapima moisture. Kuna kifaa ambacho kipo ndani pale ni moisture meter. Kwa hiyo moisture kiwa vizuri, kuanzia tisa mpaka kumi na nne utakuwa na kizi viwango vya kupokelewa. Lakini jambo la pili, tunaangalia foreign matters ambao tutaangalia pale haba kiwango cha takataka pamoja na mchanga ambao upo ndani ya mzigo. Kwa baada hapo vitasafishwa kama mnavyoona. Ukishasafishwa utapekiwa katika mifuko meupe ya kilo 50 50 ambao ndio standard ya bodi ambayo ameitaka na ndio standard ya kimataifa. Baada hapo utakuwa unaingizwa ghalani. Wakati ushakikisha kwamba imeshakuwa bora mauzo. Wakati hayo yakiendelea kufanyika, wakulima nao wakikusanya mazao yao ghalani. Baada ya uhamasishaji wa, wa matumizi ya mfumo huo wa stakabadhi ghalani, wameshauri mamlaka kusimamia changamoto zinazokwamisha ufanisi wa mfumo huo ili uendelee kuwanufaisha wakulima kwa siku ya leo, KOPRA ilivyokuja nafikiri itakuwa na msaada mkubwa hata ingawaje sio kwa msimu huu, inaweza ikakaa na serikali kuhusu hii, hili, hizi changamoto nilizozieleza za bei na wanunuzi wa nchi moja. Kwa hiyo KOPRA ni kama kimbilio la wakulima, si wa hapa tu na hata wengine kwenye nchi hii kwenye maeneo hayo yanayolima zao hili la dengu na mazao mengine kama ufuta. COPRA ina uwezo wa kukaa na serikali pamoja, wakaelezana, wakaelekezana, wakatafuta wanunuzi wengine kwa msaada wa wakulima. Kweli huu mfumo tumeukubali, na sio kuukubali tu, tumefurahia sisi kama wakulima, lakini tunaiomba mamlaka hii ya COPRA watusaidie. Jambo la kwanza watusaidie viwatilifu, watusaidie pembejeo, watusaidie pia hata ikiwezekana, jamani, matrekta tuna mambuga ambayo yanataka kubomolewa na matrekta. Wakulima tuna changamoto wakati wa kulima, tunaomba kama inawezekana, kuna mbegu za ufuta ambaye mtuletee ile yenye peji sita, ili mtusaidie na sisi atufanye hili tatizo. COPRA hiyo ituletee nyinyi. Mmekuja, tulikuwa tunaijua tu tunaisikia kwenye masikio lakini leo tumeona kwa macho yetu lazima tunawapa, tuna na sisi changamoto, mtuletee ile mbegu yenye ubora yenye kutuzalishia vizuri, na tunaomba watu wanayokuja kununua huuakabai uh, galani, naomba mtuongezee matajiri, maana mtajiri akiwa ni mmoja, basi tajiri huyo anakuwa na kiburi, mimi ni mmoja, nani mwingine? ah, sisi COPRA COPRA, tunawapokea kwa sababu wamefikia kiwango hichi. Ndio mwanzo tunaanza, atujawajua sana, lakini kama wa wataendelea hivi na wakajitahidi kuyatafuta masoko vizuri na kuangalia ubora zaidi, angalau tuweze kupata soko la juu zaidi. Nafikiri tutafulani na tunaweza tuta tukaongeza kilimo kikawa kinatija zaidi. Uhamasishaji wa mfumo wa stakabadhi galani uliofanyika kwa mikoa mbalimbali hapa nchini hasa kanda ya ziwa umeleta mabadiliko chanya, si kwa wakulima pekee bali hata kwa serikali kuongeza kipato cha ukusanyaji wa mapato. Sisi kama serikali tumeona matokeo chanya katika uh, kupitia mfumo huu jambo <coughs> la kwanza kubwa ambalo tumepata na limenufaisha kama wilaya moja ni kupata rekodi sahihi ya uzalishaji. Uh, kwa sababu ya uwepo wa soko holela huko nyuma, ilikuwa ni vigumu kujua na kuweka rekodi wilaya imezalisha mazao kiasi gani, kujua tumezalisha dengu kiasi gani, kujua tumezalisha choroko kiasi gani, alizeti kiasi gani, kwa sababu tulikuwa tunapa, atupati rekodi ya moja kwa moja kwenye mazao ya pale sokoni. Lakini sasa hivi ni rahisi kujua kwamba wilayani kwetu tumezalisha dengu kiasi fulani, tumezalisha alizeti kiasi fulani, tumezalisha choroko kiasi fulani kupitia mauzo ambayo yamepita katika mfumo wa TMX ama stakabadhi galani, unaenda tu kuvuta sheets pale kwenye magala na unapata record ya mzigo wote ambao toka katika wilaya yetu. Lakini jambo la pili, pia imeongeza mapato na makusanyo ya almashauri almashauri zetu. Wakati wa nyuma ilikuwa inakimbizana sana na wakulima, inakimbizana sana na wafanyabiashara ambao walikuwa wananunua kinyemela na kutorosha wakati wa usiku, hivyo watendaji wetu kushindwa kukusanya mapato ipasavyo. Lakini mfumo wa stakabadhi galani umetuwezesha sisi kama halmashauri kupata gawio lile la moja kwa moja kutoka kwenye mauzo ya wakulima kupitia galani, bila kuangaika kukimbizana na wakulima, kukimbizana na wafanyabiashara ambao walikuwa wanauza wana, wana na kusafirisha mzigo kinyemela nyakati za usiku kwa hiyo mapato yetu kwa kweli yameongezeka. Kwa mfano, mwaka jana, uh, mkoa wa Singida umeweka rekodi ya kuingiza fedha zaidi ya bilioni ishirini na nane kupitia mauzo ya zao la dengu. Miaka ya nyuma hatukuwa tunajua dengu inaweza kuza, inaingiza kiasi gani kwa wakulima wetu katika mkoa, na hivyo tulikuwa tunafanya estimesheni eh, za kwenye vitabu ambapo tulikuwa tuna, tunaona kwamba Uh, zao la dengu linachangia chini ya bilioni moja katika mkoa wetu, lakini baada ya kuingiza kwenye stakabadhi galani, tumegundua kwamba dengu inaweza dawama, imeingiza zaidi ya bilioni 28 katika mkoa wetu. Hivyo hivyo katika ngazi ya wilaya tumejikuta kwamba tumeingiza kwa wakulima wetu zaidi ya bilioni tano kupitia mfumo wa stakabadhi galani. Kwa kufata huo mwongozo, tumeendesha mfumo wa stakabadhi ghalani vizuri na umepelekea halmashauri kupata kiasi kikubwa cha ushuru ukilinganisha na hapo nyuma ambapo tulikuwa hatutumii huo mwongozo wa kopra lakini pia tumeweza kupata takwimu halisi za uzalishaji wa mazao hususa zao la dengu na mazao mengine ambayo yanahusika kuuzwa kwa mfumo wa stakabadhi ghalani, na tunaomba ushirikiano mkubwa uendelee wa COPRA na halmashauri, vyama vya msingi vya ushirika, chama kikuu cha ushirika na wakulima ili kuendelea kufanikisha zaidi kwenye swala la masoko ya mazao ya wakulima. Hatua ya uhamasishaji wa, wa mazao hayo mchanganyiko ambayo hapo awali yalikosa usimamizi. Kwa sasa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA imeweka mikakati mikubwa ya kuendelea kulinda na kumnufaisha mkulima, kama anavyozungumzia mkurugenzi wa mamlaka hiyo kwa mfano mpaka sasa hivi kwenye haya mazao ya choroko pamoja na mazao ya ufuta pamoja na zao hili la mbaazi pamoja na dengu tuna mipango ya kuhakikisha kwamba tunaanza kuwasaidia wakulima. Kwanza kabisa tunawahamasisha kutumia mbegu bora, lakini vilevile tutakuwa tunawapa ruzuku uh ya mbole, uh, ya, ya ruzuku ya mbegu ambazo waweze kupata mbegu bora za uzalishaji, lakini haya mazao Uh, tatizo lake kubwa waga ni wadudu ambao wanashambulia. Kwa hiyo kwa kupitia, uh, kwa kupitia wenzetu ambao tunashirikiana nao kwa mfano upande wa ushirika, tulikuwa na kikao nao. Basi mipango tulionayo nayo, uh, kwa mwaka huu kwa msimu ambao utakuwa unaanza upandaji ambao utakuwa unaanza mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili tutahakikisha tunaenda kuwasaidia wakulima kupata viuatilifu ambao vinaenda kusaidia kwenye zao la ufuta. Na huu ni mwanzo tu. Kwa sababu um, mojawapo ya vitu ambavyo serikali inataka kufanya ni kuhakikisha kwamba uzalishaji huu kama ambavyo tumeona sasa hivi kwa mfano kwa mbaazi pekee ume, umekuwa kwa asilimia mia nne, tunataka tuone ukiendelea kukua kwa mazao haya mengine, na ndio mipango yetu tulionayo. Kwa hiyo ni mwaka wa kwanza, tutafanya kama nilivyosema viatilifu pamoja na, na kuimarisha kuhakikisha tunahamasisha matumizi ya mbegu bora lakini vile vile tuna mpango wa kuongeza na kuchagiza huduma za ugani, na sisi tuna uh, tume, tumejiunga na wenzetu wa mabodi mengine ambao wameleta vijana wa BBT ugani ambao wanaongeza nguvu katika kuwasaidia wakulima mbinu mbalimbali na kuwasimamia katika, uh, katika shughuli zao za uzalishaji na kuhakikisha wanazalisha kwa kufuata kanuni bora za kilimo lakini vilevile vile ili waweze kupata tija na kuhakikisha kwamba kilimo chetu kinaendelea. Kwa hiyo huo ndio uwekezaji ambao utafanyika ambao utaanza kwenye msimu huu wa upanda, usimu wa upandaji wa mwaka 25 26 ambao tutaanza mwezi wa 11 na kumi na mbili katika utekelezaji wa mfumo huu kwa takriban miaka sasa ishirini kwa sababu mwakani tutakuwa tunatimiza miaka ishirini ya utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala. Sasa tumeanza kushuhudia waliokuwa wakifanya kazi kwenye tasnia hii, kama watuza taarifa walikuwa, wengine mameneja, wengine walikuwa watu wa ubora, hivi sasa wanakuja na kufungua kampuni zao. Maanake ni kwamba kazi na tasnia imeanza kuonekana ni kubwa, na nikuhakikishie katika nchi yetu ya Tanzania hivi sasa tumebakiza mikoa miwili tu ambako waitekelezi mfumo wa stakabadhi za ghala, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Dar es Salaam. Mikoa mingine yote inatekeleza mfumo huu katika mazao mbalimbali, nasi tunaona hiyo ni jambo kubwa sana. Mafanikio ya mfumo huo yamegusa maisha ya wakulima wadogo wadogo, na wakati wengine wameweza kujenga nyumba bora, kuwapeleka watoto wao shule na kuboresha maisha ya familia zao. Kwa hiyo, hiyo ni nyumba ambayo nimejenga na sio hivyo tu, mbele yake kule nimenunua kiwanja kikubwa ambacho natamani nijenge shule ya watoto Kupitia hiyo stakabadhi galani ndio nimejenga, na sio kwamba ni hiyo, na iko na nyingine ambayo inaishi as e, ni kwamba tuko vizuri, maisha ni mazuri kupitia stakabadhi galani. Pamoja na nyumba hiyo, bado kuna nyumba nyingine nitajenga. Bado nimenunua mashamba kupitia stakabadhi galani, nimenunua mashamba ekari tisa na zote nilishapanda, nilishapanda kakao kupitia stakabadhi galani. Na kama ingekuwa ile shilingi elfu mbili ya walanguzi maisha ingekuwa ni magumu na tusingekuwa na mafanikio yoyote. Mafanikio ya kwanza kusomesha watoto. Mtoto wa kwanza tumemsomesha hadi form six. Mtoto wa pili tumemsomesha hadi chuo kikuu ana digrii. Mtoto wa tatu tumemsomesha hadi chuo cha uwalimu wa shule ya msingi. Mtoto wa nne yuko chuo kule Dodoma anasomea uuguzi chuo kikuu pia. Alafu pia lingine tumeongeza mashamba zaidi ya hekari tisa tumenunua. Alafu pia tumejenga nyumba ambayo mmeiona kwa macho yenu hapo juu. Alafu pia hata kwenye masuala ya watoto wa kiumwa hatupati shida yoyote, tunaendelea tuna kuwafanyia huduma kiwa kama familia yetu, huwa hatuyumbi kwa hilo pia kwa sababu mazao yetu yanatusaidia, tunapata kipato. Mbali na wakulima kunufaika, mfumo huu umeongeza ajira kwa vijana na kuimarisha uchumi wa maeneo ya vijijini. Mfumo huu nilipouona, mfumo huu ni mzuri sana kwa sababu unasaidia mkulima, kwa sababu ni, bei, ni mfumo halali. Mkulima anapata bei nzuri na bei ya uhalali kabisa kwa sababu u, Uko, uko kwenye nani, kwenye mfumo ambao ni wa serikali, hauna nini, hauna ulanguzi wowote. Mi navyoona kwamba mfumo huu ni mzuri kwa sababu, kwa sababu ye mlanguzi yule anaponunua anapeleka kwenye mfumo huu kwenye mfumo huu wa stakabadhi ghalani, mimi mkulima ambaye nimeuelewa vizuri moja kwa moja nikisafisha ndengu yangu na kupeleka kwenye huu mfumo ninapata ni faida. Si tunaposimamia ina faida kubwa kwa sisi wakulima na wanachama wa AMCOS kwa sababu mazao tunapoleta ghalani hapa una faida, unaona tafauti na mwaka juzi. Mwaka juzi ilikuwa, ilikuwa mwaka, ube, mwaka ni bei ilikuwa haijulikani na mtu, bei inatoka Singida, kama amepata gunia tatu hawezi mkulima kubeba, akaja kubeba gunia tatu apeleke Singida. Niombe serikali kama Serikali ilivyotujali basi, huu mfumo uwe ni mfumo endelevu, ili sisi wakulima tufaidike na mfumo huu katika biashara ya mazao yetu. Maana mara nyingi yamekuwa ya yakitusumbua sana, unakuta kwenye magala yetu kule, mtu unaweka ndani dengu mpaka miaka miwili mitatu, lakini kama kama njia hii imefunguliwa ya kupeleka kwenye ghala tunapata stakabadhi, serikali inatushughulikia mpaka tunapata na fedha ya kutosha, ni jambo la kupendeza sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba serikali inatujali. Miongoni ya mazao yanayosimamiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko ni zao la kakao. Na hivi ndivyo wakulima kwa sasa wamelekeza nguvu zao kuhakikisha kwamba zao hili linalimwa kwa wingi ili kuweza kupata nafasi katika eh, soko la kimataifa. Kutoka katika shamba hili ambalo kwa sasa uzalishaji umeshika kasi ili kuweza kufikia malengo ya wakulima waliowakusudia katika kuongezea kipato. Mimi naitwa John Kasembe.